Mazungumzo ya Footprints yanahusu ufahamu na uzoefu kutoka kwa viongozi wenye tajiriba katika sehemu zao za kazi na biashara na huchukulia kazi zao kama nafasi ya huduma. Mazungumzo ya Footprints wiki hii ni sehemu ya kwanza kuhusu maongezi ya makubaliano baina ya jaji na Jenerali Yeftha kulingana na Waamuzi kumi na moja mstari wa kwanza hadi sita, kama wafanyakazi na wafanyabiashara tunahusika katika maongezi ya makubaliano kwenye sehemu zetu za kazi kila siku. Jenerali Yeftha atatumia uzoefu wake katika mazingira ya kisasa kwa mazungumzo yetu ya kikazi na kibiashara. Tumkaribishe kwenye mazungumzo ya Footprints. Nina furaha kuwa hapa. Kuna vitabu vingi vilivyoandikwa kuhusu maongezi ya makubaliano, lakini nitakupa wewe na hadhira yako maarifa kutoka kwa uzoefu kuhusu mambo ya kufanya na kutofanya katika maongezi haya, nikizingatia mitazamo ya Kibiblia. Asante kwa hilo. Maongezi ya makubaliano yanahitajika, iwe kwa ajili ya kusuluhisha migogoro, kuingia katika makubaliano au kufanya makubaliano katika mahali pa kazi na biashara. Kwa hivyo uwepo wako unathaminiwa sana. Ili kutusaidia na mada hii muhimu, wacha tuanze kutoka wakati ulipokataliwa na jinsi ulivyokumbana na kukataliwa huko. Hilo lilikuwa jambo baya sana. Mama yangu alikuwa kahaba na ndugu zangu wa kambo walinichukulia kama mwanaharamu, kwa hiyo walinifukuza kutoka kwa familia yao, wakaniambia hutaridi katika nyumba ya baba yetu kukataliwa huko kungemfanya mtu ashushwe moyo na kumfanya kutojithamini, lakini jibu lako lilikuwa la kustaajabisha na tungeshukuru tukijifunza kutokana na hilo. Ndiyo, nilijua thamani yangu. Kwa hivyo niliamua, sitaruhusu majina kama vile mwanaharamu walizoniwekea kunifafanua. Niliamua kutowachukia au kujihurumia. Nilitumia kukataliwa kama motisha kufafanua thamani yangu kujenga thamani yangu na kujiweka kama mwenye manufaa kwa kuweka pamoja jeshi lenye nguvu zaidi. Huko Tob walinikataa, lakini nilikuwa na maafisa wengi wa jeshi wenye ujuzi ambao walijiunga nami. Natumai mtu atapata somo kutokana na hili. Wengine watakukataa lakini, wengine wataona thamani kwako na kuunganisha nguvu na wewe. Je, kuna sababu ulichukua hatua hii badala ya kujihisi kukataliwa na kujisikitikia. Huwezi kujadili kutoka kwa nafasi ya udhaifu. Unapaswa kuwa na tamani na kujiweka kimkakati kulazimisha upande mwingine kwenye meza ya majadiliano. Nilijua kujenga jeshi la kutisha siku moja ingeniweka katika nafasi ya dhamana na watu walionifukuza watakuja kutambua thamani yangu. Utamwambia nini mtu kwenye hadhira ambaye amekataliwa, amepuzwa au ametendewa vibaya na wengine kwa sababu yeye hafai, kama jinsi ulivyofanyiwa? Kwanza jua kwamba si Mungu aliyekukataa bali ni wanadamu. Hilo linapaswa kukupa tumaini, kwa sababu ikiwa umekataliwa na Mungu, basi itakuwa vibaya. Pili, Ujue kuwa ukikataliwa na watu bila kosa, kama vile nilivyofanyiwa, basi una uwezo na watu wanaokupinga wanaogopa uwezo huo. Hili ni funzo nzuri sana, unaweza kutuambia zaidi kuhusu hilo? Je, unaweza kumchukia mtu aliyekufa ikiwa una akili timamu? Hapana, kwa sababu mtu huyo ana uwezo uliokufa. Je, uwezo wa simba aliyekufa ni gani? Ndiyo. Ikiwa unajua uhusiano wako na Bwana ni sawa, na bado unakabiliwa na upinzani, kukataliwa na uadui, jiamini kwamba una uwezo mkubwa ndani yako. Mara nyingi shetani anaogopa uwezo huo, kwa hivyo atatumia watu ambao ni dhaifu na wanyonge, kukupinda, kukuchukia au kukuvunja roho, ili usitambue uwezo ulioko ndani yako Walinikataa bila sababu za maana, na hiyo ilinifanya niwe na uhakika wa uwezo wangu. Watazamaji, hii ina maana kubwa sana. Bwana anakuambia leo kupitia Jenerali Yeftha kuwa badala ya kuogopa chini ya upinzani, kukataliwa na kujisikitikia Jiamini kuwa unao uwezo uwezo, na lazima umtegemee Bwana ili kutambua uwezo huo. Ndio unaweza kutambua thamani yako, kujenga thamani yako, kujiweka kimkakati na kuwa chama chenye nguvu zaidi katika majadiliano, ikiwa utatambua uwezo wako na kile cha thamana unacholeta. Katika sehemu ya pili, nitawaeleza jinsi nilivyojiweka kama mwenye dhamana wakati viongozi wa Israeli walikuja wakitambaa kwenye meza ya majadiliano. Lakini kabla ya hapo, usisahau kamwe, ikiwa uko sawa na Mungu, yeyote anayekupinga anaogopa uwezo wako. Wewe si simba aliyekufa. Hii ina maana sana watazamaji. Je, unakabiliwa na upinzani, kukataliwa, wadui? Je, unapuuzwa kwa nafasi, mali au kitu ambacho kinapaswa kuwa chako? Ujumbe huu ni kwa ajili yako. Wewe si simba aliyekufa. Usikufe moyo, usijihurumie, usiogope. Tafadhali tumpongeze Jenerali Yeftha tunaposubiri kwa subira sehemu ya pili. Iwapo mazungumzo haya ya Footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.